kuna mafisadi wengi nchini, lakini uchumi. Madhara ya kukaa kimya unapodaiwa. E, madhara ya kukaa kimya unapodaiwa. Mambo matano agenda elfu mbili na thelathini ya NMB ikizinduliwa. Mambo matano agenda elfu mbili na thelathini NMB ikizinduliwa. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini like, tukishana gazeti lako la Mwananchi tuangazie eh, kwenye gazeti lako la akula, Nipashe mwanga wa jamii lenye asubuhi ya, ya leo linaanza habari na inayosema mjue mbu Stevu hafi kwa kila aina ya dawa wataalamu hakuna vichwa. Eh, mjue mbu Stevu eh, hafi kwa kila aina ya dawa wataalamu hakuna vichwa. Lakini DC awasweka selo mhandisi na mkandarasi DC awasweka selo Eh, mhandisi na wa mkandarasi. Lakini Shabibi, nina majina ya mafisadi serikalini. Shabibi yasema nina majina ya mafisadi serikalini. Eh, lakini serikali yakaza mikono kukabili mkopo umiza. Serikali yakaza mikono kukabili mikopo umiza. Lakini kesi ya Mange Kimambi yazidi kupigwa tarehe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina kuna habari inayosema ATCL yafungua milango ya, ya biashara Afrika, Afrika ya Magharibi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako. Tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa mbele tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Linaandika bandari, eh, bandari za vuna trilioni moja nukta mbili mapato ya forodha. Eh, bandari za vuna trilioni moja nukta mbili mapato ya forodha. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini wabunge wa msifu Samia kuunda wizara ya vijana. E, wabunge wa msifu Rais Samia kuunda wizara ya vijana. Hiyo ni habari kurasa nne. Lakini Dr Samia atuma ujumbe kwa papa leo. E, Dr Samia atuma ujumbe kwa papa leo, asema Tanzania inathamini nafasi yake kulinda amani, upendo na utu pamoja na umoja. Lakini NCCF TPA waonesha nia ujenzi, uh, ujenzi njia nane Kibaha, uh, TPA waonesha nia ujenzi njia nane uh, Kibaha Morogoro. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa pili. Lakini uchumi wazidi kuimarika, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Aweso aeleza mikakati, uh, gridi ya maji aita sekta binafsi uh, lakini aishukuru NMB ujenzi wa uchumi Yapa, pata faida eh, moja nukta moja ya trilioni moja nukta moja tatu yaingiza serikali bilioni mia sita sabini mchechu aguswa na ufanisi atamani wengine wafanye, ni hiyo ni habari. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lanble habari inayosema Mohamed aishukuru Urusi wa kushirikiana na Zanzibar. Lakini Dkt Pembe aahidi kuifanyia kazi sheria ya habari, e, Dkt Pembe aahidi kuifanyia kazi sheria ya habari. Lakini ukame wasababisha vifo nchini Kenya. Matukio 642 ya moto yaliyotokea 2025, lakini ofisi ya makamu wa kwanza kupatia ushirika, e, ushirikiano e, kamati ya BLW, ofisi ya makamu wa kwanza kuipatia uh, ushirikiano, uh, uh, ushirikiano kamati ya BLW yule, habari inapatikana kwenye gazeti lako kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele, lakini kisha na gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie ndani ya gazeti lako la Mtanzania leo lenye na habari inasema, mchengero wa agiza TPI ianze kuzalisha dawa za ARV kabla ya Juni eh, TPI ianze kuanzisha eh, uzalisha dawa za ARV kabla ya Juni. Yule habari eh, kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lakini Kikwete awaonya watumishi dhidi ya matumizi ya barua pepe binafsi. Kikwete awaonya watumishi e, dhidi ya barua pepe, e, matumizi ya barua pepe binafsi. Lakini waziri Bashiru aagiza TADB iongeze mikopo sekta mifugo na uvuvi. Waziri Bashiru aiagiza TADB iongeze mikopo sekta ya mifugo na uvuvi, lakini aipongeza benki hiyo kwa kushirikiana na wizara yake. Na TADB yaahidi kuongeza kasi utoaji eh, mikopo sekta mifugo na uvuvi, lakini Tiseza yaitembelea mwekezaji aliyewekeza bilioni eh, 11 kiwanda cha mabomba Simiu. Tiseza yatembelea mwekezaji aliyewekeza shilingi bilioni 11 kiwanda cha mabomba Simiu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la kulam Majira lenye asubuhi ya leo kuna bani inasema eh, bangu miaka 20 ya WSRB fursa kwa wakulima na wavuvi. Lakini kisa hiki kinatoa funzo kwa jamii na mfumo mzima wa afya. Na papa leo aahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Ni baada ya kukutana uso kwa uso na Balozi Kombo eh, Vatikani na kuwasilisha ujumbe wa rais, eh, wa rais Dr Samia lakini Tanzania yavutia wawekezaji jukwaa wiki ya nishati e, India. Lakini serikali yapiga hatua kubwa, miradi ya maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira kwenye kurasa e, za mbele. Lakini gazeti la Mwananchi Huru linaandika e, kasi ya TADB kutoa mikopo yamfurahisha waziri Bashiru. Lakini bunge Shabibi kutaja orodha ya majina ya mafisadi serikalini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi Huru kwenye kurasa wa mbele lakini tukiangazia gazeti lako raia mzalendo lenye linaandika e, waziri Sangu aishukuru Omani kwa kuendelea kutoa fursa za ajira e, wewe ni waziri Sangu waendelea kuishukuru Omani kwa kutoa fursa za ajira. Lakini Bashiru e, aipongeza TADB, huyo ni waziri Bashiru aipongeza TADB. Mkurugenzi wa TADB amwahidi kasi e, zaidi katika utoaji wa mikopo lakini aitaka ipanue wigo kuwapa mikopo na wafugaji wadogo. Aliyewekeza bilioni 11 kiwanda cha mabomba kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo, habari Shabibi asema kuna mafisadi wanajenga mahekalu kwa wizi. E, Shabibi asema kuna mafisadi wanajenga hekalu kwa wizi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo, kuna habari inasema Katabi alitaka jeshi la magereza e, kuwa mfano barani Afrika. Lakini Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. E, Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Lakini ni mbina ajenda elfu mbili na thelathini ikitangaza mafanikio mapato trilioni 1.13 tu inapatikana kwenye gazeti lako la wa machinga kwenye kurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la uelekeo lenye asubuhi ya leo linaandika Katambi, Tanzania ni nchi salama, lakini mawakala wa mbolea waonywa udanganyifu na papa leo wa kumi na nne kuiombea nchi Tanzania amani ni, kuit, ay, ni kuitikia eh, ombi rais Samia asema aliwahi kuishi Tanzania. Huyo ni papa leo lakini Rais Samia atajwa mwanamke kinara duniani na Tanesco Dar es Salaam yafanyia kazi malalamiko umeme kupungua eh, kwa kasi yule, habari kwenye gazeti la kula mwelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti la kula mwanahabari lenyewe gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika katambi jeshi la magereza Tanzania liwe mfano barani Afrika, lakini papa ataka Tanzania ifungue ubalozi Vatikani. Eh, huyo ni papa leo ataka Tanzania ifungue ubalozi Vatikani eh, lakini Tanzania yavutia wawekezaji jukwaa la wiki ya nishati India. E, Tanzania yavutia wawekezaji jukwaa la wiki ya nishati India kwenye gazeti laku la mwanahabari kwenye kurasa wa mbele, lakini gazeti laku la taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Tanzania na Omani kuimarisha ushirikiano masuala ya kazi na ajira, lakini Dr Samia kutia baraka mpango mkakati wa KKK na trilioni tatu zimetumika ndani ya miaka minne sekta ya maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la kula taifa Tanzania, kwa kwa Tanzania e, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani gazeti laku la kula taifa Tanzania linaandika habari inasema, Simba yazindua kampeni ya ushindi dhidi ya Experience. E, Simba yazindua kampeni ya ushindi dhidi ya Experience lakini Al Ahli Tripoli waja na ofa nzito kumnasa Feitoto. E, Al Ahli Tripoli waja na ofa nzito kumnasa, e, Feitoto. Lakini Ouma tunakwenda Kongo kuchukua pointi tatu. Huyu ni David Ouma asema tunakwenda, e, Kongo kuchukua pointi tatu. Kuna michezo naandika mashujaa Simba mechi wa, ya wajeruhiwa e, mashujaa Simba mechi ya wajeruhiwa lakini Bajaberi atajwa kurudi polisi Kenya. E, Bajaberi atajwa kurudi polisi Kenya. Lakini Nabi aipa ushindi Yanga mechi e, ya Ahli. Hiyo ni gazeti lako la mwana habari kwenye kurasa za michezo. Lakini mpepo watu wa KMC kuongeza nguvu, mpepo watu wa KMC kuongeza nguvu, e, nguvu. Lakini gazeti lako la uelekeo kwa michezo naandika kocha e, baka Simba, tunamtaka tunataka ubingwa NBC. Huyo ni Steve Becker wanataka Simba ubingwa NBC, lakini Yanga ya watangulia e, Al Ahli Zanzibar na kocha Al Ahli amtibulia dien kucheza Ulaya. Ilo ni gazeti la kula uelekeo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti la kula wa Machinga e, lenye kwenye michezo naandika nyota wapya Simba mpanzo ujishikilie. E, nyota wapya Simba mpanzo ujishikilie. Gamondi kuyongoza kuyung, e, Taifa Stars mechi ya kirafiki ya dunia lakini Depo anza kuikamata ligi kuu. E, Depo anza kuikamata ligi kuu lakini ulimwengu ajipanga kurudi kivingine ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako e, la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Majira kwenye mchezo naandika Simba Mashujaa hapatoshi leo Dimba la Isamio. E, Simba Mashujaa hapa toshi leo Dimba la Isamio. Yanga yatua Zanzibar kwa kishindo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira. Huko gazeti lako la Zanzibar leo kuna michezo naandika Simba Azam kusaka pointi za ligi kuu leo. Lakini Kidawawa asitish, e, e, kwenye, kwenye kurasa za michezo huku gazeti lako la Habari Leo naandika Simba na Mashujaa hapatoshi leo lakini Mabedi Dodoma Jiji wametupa somo E, Mabedi Dodoma Jiji wametupa somo. Singida Black Stars yaifuata Asante Kotoho ya Kongo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo, lakini tukiangazia kwenye gazeti lako e, la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye linaandika e, siri makipa ligi kuu kupasuliwa, e, siri e, makipa ligi kuu kupasuliwa, lakini Yanga yaanza jeuri. Simba yaita mashabiki. Yanga yaanza jeuri, Simba yaita mashabiki. Na bado kuna habari inasema, Abraham sasa rasmi eh, Mali ya Aston Villa. Huyo ni Abraham sasa na rasmi Mali ya Aston Villa. Hilo ni gazeti la kula Nipashe kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti la kula Mwanaspoti, Lenye kwenye mchezo na ndika, Waarabu, eh, eh, Waarabu Washusha mamilioni, e, eh, washusha mamilioni. Lakini kwa heri Manyika, Ikiwa eh, ni siku ya maziko yake ya hapo jana. Inasema kwa heri Manyika, lakini mapro wawili mtegoni. Nyota wapya watikisa mazoezini, kocha azungumza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pate nakale yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.